Kitabu cha Mtakatifu Mathayo mlango wa 26. Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote, aliwaambia wanafunzi wake, mnajua ya kuwa baada ya siku mbili itakuwa Pasaka, na mwana wa Adamu atasalitiwa asulibiwe. Wakati ule wakuu wa makuhani na wazee wa watu wakakusanyika katika behewa ya kuhani mkuu, jina lake Kayafa wakafanya shauri pamoja ili wamkamate Yesu kwa hila na kumua. Lakini wakasema, isiwe wakati wa sikukuu, isije ikatokea ghasia katika watu. Naye Yesu alipokuwapo Bethania, katika nyumba ya Simoni Mkoma, mwanamke mwenye kibweta cha marhamu ya dhamani kubwa alimkaribia, akaimimina kichwani pake alipoketi chakulani. Wanafunzi wake walipoona wakachukiwa, wakasema ni wa nini upotevu huu? Maana marhamu hii ingaliweza kuuzwa kwa fedha nyingi, wakapewa maskini. Yesu akatambua akawaambia, mbona mnamtaabisha mwanamke? Maana ni kazi njema aliyonitendea mimi kwa maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi, lakini mimi hamnami siku zote. Maana kwa kunimwagia mwili wangu marhamu hiyo, ametenda hivyo ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. Amin, nawaambieni, kila patakapohubiriwa Injili hii katika ulimwengu wote, tendo hilo alilolitenda huyu litatajwa pia kwa kumbukumbu kumbu lake. Wakati huo mmoja wa wale thenashara jina lake Yuda Iskariote aliwaendea wakuu wa makuhani, akasema: ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande thelathini vya fedha. Tokea wakati huo akawa akitafuta nafasi apate kumsaliti. Hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia: ni wapi utakapo, tukuandalie uile Pasaka? Akasema, enendeni mjini kwa mtu fulani, mkamwambie mwalimu asema, majira yangu ni karibu; kwako nitafanya pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakaiandaa Pasaka. Basi kulipokuwa jioni, aliketi chakulani pamoja na wale thenashara. Nao walipokuwa wakila, alisema, amin, nawaambia mmoja wenu atanisaliti.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 Yuda, yule mwenye kumsaliti akajibu, akasema ni mimi rabi? Akamwambia, wewe umesema. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaini, mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini nawaambieni sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Nao walipokwisha kuimba wakatoka nje kwenda mlima wa Mizeituni. Ndipo Yesu akawaambia, ninyi nyote mtachukizwa kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa, nitampiga mchungaji na kondoo wa kundi watatawanyika. Lakini baada ya kufufuka kwangu nitawatangulia kwenda Galilaya. Petro akajibu akamwambia, wajapochukizwa wote kwa ajili yako, mimi sitachukizwa kamwe Yesu akamwambia amin, na kuambia wewe, usiku huu kabla ya kuwika jogoo utanikana mara tatu. Petro akamwambia ijaponipasa kufa nawe sitakukana kamwe. Na wanafunzi wote wakasema vivyo hivyo. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani iitwayo Getsemane, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa, hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana, kikombe hiki kiniepuke; walakini, si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe akawajia wale wanafunzi akawakuta wamelala akamwambia petro je hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja kesheni mwombe msije mkaingia majaribuni roho iradhi lakini mwili ni dhaifu akaenda tena mara ya pili akaomba akisema baba yangu ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke nisipokunywa mapenzi yako yatimizwe Akaja tena akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito. Akawacha tena akaenda akaomba mara ya tatu akisema maneno yale yale. Kisha akawajia wanafunzi wake akawaambia, laleni sasa mpumzike. Tazama, saa imekaribia, na Mwana wa Adamu anatiwa katika mikono ya wenye dhambi. Ondokeni twende zetuni; tazama, yule anaye nisaliti amekaribia. Basi alipokuwa katika kusema, tazama, Yuda mmoja wa wale thenashara akaja, na pamoja naye kundi kubwa, wenye panga na marungu, wametoka kwa wakuu wa makuhani na wazee wa watu. Na yule mwenye kumsaliti alikuwa amewapa ishara akisema, nitakayembusu, huyo ndiye mkamateni. Mara akamwendea Yesu akasema, salamu, Rabi; akambusu. Yesu akamwambia, rafiki, fanya ulilolijia. Wakaenda wakanyosha mikono yao wakamkamata Yesu. Natazama mmoja wao waliokuwa pamoja na Yesu akanyosha mkono wake, akaufuta upanga wake, akampiga mtumwa wa kuhani mkuu akamkata sikio. Ndipo Yesu akamwambia, "Rudisha upanga wako mahali pake, maana wote waushikao upanga wataangamia kwa upanga." Ama wadhani ya kuwa mimi siwezi kumsihi Baba yangu, naye ataniletea sasa hivi zaidi ya majeshi kumi na mawili ya malaika? Yatatimizwaje basi maandiko, ya kwamba hivyo ndivyo vilivyopasa kujiri? Saa ile Yesu akawaambia makutano, Je, mmetoka kama kumkamata mnyang'anyi, wenye panga na marungu ili kunishika? Kila siku naliketi hekaluni nikifundisha, msinikamate lakini haya yote yamekuwa ili maandiko ya manabii yatimizwe. Ndipo wanafunzi wote wakamwacha wakakimbia. Nao waliomkamata Yesu wakampeleka kwa Kayafa kuhani mkuu, walikokuwa wamekutanika waandishi na wazee. Na Petro akamfuata kwa mbali mpaka behewa ya kuhani mkuu, akaingia ndani akaketi pamoja na watumishi aone mwisho. Basi wakuu wa makuhani na baraza yote wakatafuta ushuhuda wa uongo juu ya Yesu wapate kumua. Wasiwone wangawa walitokea mashahidi wa uongo wengi. Hata baadaye wawili wakatokea wakasema, huyu alisema naweza kulivunja hekalu la Mungu na kulijenga kwa siku tatu. Kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia, hujibu neno? Hawa wanakushuhudia nini? Lakini Yesu akanyamaza. Kuhani mkuu akamwambia na kuapisha, kwa Mungu aliye hai, utuambie kama wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Yesu akamwambia, wewe umesema, lakini nawaambieni, tangu sasa mtamwona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija juu ya mawingu ya mbinguni. Ndipo kuhani mkuu akararua mavazi yake, akisema, amekufuru. Mna haja gani tena ya mashahidi Tazameni sasa mmesikia hiyo kufuru yake. Mwaonaje ninyi? Wakajibu wakasema Imempasa kuuawa. Ndipo wakamtemea mate ya uso, wakampiga makonde, wengine wakampiga makofi wakisema, ewe Kristo tufumbulie, ni nani aliyekupiga. Na Petro alikuwa ameketi nje behewani. Kijakazi mmoja akamwendea akasema, wewe nawe ulikuwapo pamoja na Yesu wa Galilaya. Akakana mbele ya wote akisema, sijui usemalo. Naye alipotoka nje hata ukumbini, mwanamke mwingine alimwona, akawaambia watu waliokuwako huko, huyu alikuwapo pamoja na Yesu Mnazareti. Akakana tena kwa kiapo, simjui mtu huyu. Punde kidogo, wale waliohudhuria wakamwendea wakamwambia Petro, hakika wewe nawe yu mmoja wao, kwa sababu hata usemi wako wa kutambulisha. Ndipo akaanza kulaani na kuapa akisema, simjui mtu huyu. Na mara akawika jogoo. Petro akalikumbuka lile neno la Yesu alilolisema, kabla ya kuwika jogoo, utanikana mara tatu. Akatoka nje akalia kwa majonzi.